Mheshimiwa Chegeni: asante sana Mheshimiwa Naibu Spika, pamoja na majibu mazuri sana a Mheshimiwa Naibu Waziri, utalii ili uweze kuendelea vizuri na uweze kuboresha pato la taifa ni pamoja na ushirikishwaji wa wananchi wanaoishi kando kando ya hifadhi za taifa. Mheshimiwa Naibu Spika, na mgogoro sasa hivi wa wafugaji zaidi ya ng'ombe elfu tano kwa vijiji vya Kijereshi Nyamikoma katika jimbo la Busega ambao wamekamatwa wame kwa sababu ya askari wa game reserves kuwasukumizia kwenye hifadhi ili waweze kutoza fedha hawa wafugaji. Hii mifugo ina zaidi ya siku tatu imefungiwa kwenye poli. Hivi kweli Mheshimiwa spika, kama tunataka ushirikishaji mzuri na uhifadhi wa mali asili zetu, je, serikali inafanyaje, inachukua hatua gani sasa kuruhusu hiyo mifugo kwa sababu ng'ombe hawana tatizo, ili waweze kuachiwa katika swali. Mheshimiwa Chageni, Mheshimiwa naibu Spika, swali langu ni kwamba ninaomba tamko la waziri wa maliasili kuhusiana na mifugo hii ambayo imeingizwa kwenye hifadhi kinyume cha utaratibu na kwa nini imeendelea kufungiwa kule siachiwe. Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, nakushukuru kwa kunipa nafasi kujibu swala la nyongeza mheshimiwa, la nyongeza mheshimiwa... la Halima, nimempa nafasi mheshimiwa waziri kujibu swali. Na kushukuru kwa kunipa nafasi kujibu swali la mheshimiwa Dr. Chegeni mbunge wa Busega kama ifuatavyo. Mheshimiwa spika, wana vijiji wa wanaopakana na mbuga ya Serengeti katika eneo la Busega, na vijiji hivyo mheshimiwa mbunge amevitaja, wameingiza ng'ombe zaidi ya elfu sita katika eneo lao, na ng'ombe hao wamekamatwa na askari, na jana usiku nimetoa maagizo kwamba ng'ombe hao waachiwe na wa, wanavijiji wachukue wachukue ng'ombe zao bila, ku... bila kuchelewa. Mheshimiwa Spika, nichukue fursa hii kusisitiza kwa wafanyakazi wa mbuga ya Serengeti kuachia ng'ombe hao mara moja. Mheshimiwa Kaboyoka, Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa vile swali la Makabongo limefanana na swali na matatizo yaliyoko katika mbuga za wanyama za Mkomazi na kwa vile nilishaongea na waziri wetu wa utalii, kaka yangu Profesa Magembe kwamba tembo wanatoka Mkomazi National Park wanaingia kwenye majosho, kwenye Loresho tuliotengenezea wafugaji na inaharibu sana sehemu hiyo. Je, serikali inaweza kutueleza kwamba kutosema kwamba, kwamba TANAPA tuliwaeleza tatizo hili na kwamba watusaidie kuboresha intake, ili maji yawe mengi wakati wanatafuta, uh, uh, wanatafuta ni jinsi jinsi ya kuchimbia maji wanyama wao kuwapelekea tembo wale maji. Je, waziri anaweza kunisaidia kueleza kwamba atachukua hatua gani ya dharura kuhakikisha kwamba yale maloresho ambayo yameharibiwa na tembo na wanyama wengine na eh, tenki letu la intake linaboreshwa, ili wakati wanatafuta jinsi ya kusaidia wanyama hawa watuboreshe haya maloresho, ili wanyama wa wafugaji waendelee kuja ku, waendelee kupatiwa maji wafugaji, amini, wafugaji waendelee kupata maji. Asante Mheshimiwa Waziri. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa kunipa nafasi kujibu swali la Mheshimiwa Nagenjwa Kaboyoka, mbunge wa Same Mashariki kama ifuatavyo. Mheshimiwa Spika, tutachukua hatua mbili. Ya kwanza ni kuhakikisha kwamba tuna tunaongeza upatikanaji wa maji katika eneo ambalo hao tembo wanapotoka kule kwenye National Park na pia tuta tutafanya ukarabati wa maeneo ambayo yameharibiwa katika kijiji, katika vijiji ambavyo mheshimiwa mbunge ameyataja.